Hebu nikuulize swali moja. Umewahi kukutana na mtu ambaye hasemi sana, anakaa kimya, lakini ukimsikiliza kwa makini, unaona kabisa huyu mtu ana akili nzito. Watu wengi hudhani ukimya ni ujinga, lakini saikolojia inasema tofauti kabisa. Leo nitakuonyesha dalili tano za mtu mwenye akili nzito sana lakini hasemi sana. Na dalili ya mwisho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 lakini kuna kundi moja la watu akili zao zinafanya kazi kwa kasi kubwa, lakini midomo yao iko kimya. Saikolojia inawaita watu hawa deep thinkers au silent intelligence. Sasa tuingie moja kwa moja kwenye dalili zao. Namba moja, hawapendi mazungumzo ya juu juu, small talk. Mtu mwenye akili nzito hachochewi na stori za kawaida. Haoni thamani ya kuzungumza ili tu muda upite. Huona mazungumzo kama uwekezaji wa nishati ya akili. Kisaikolojia, akili yenye kina huchoshwa haraka na taarifa zisizo na maana. Hutafuta mazungumzo yenye faida ya kufikiri. Ndiyo maana anaweza akaonekana mkimya kwenye kundi, lakini akikutana na mtu mwenye kina sawa, anaweza kuzungumza kwa saa nzima bila kuchoka. Ukimya wake si aibu, ni uchujaji wa maana. Namba mbili: wanafikiri kabla ya kuongea, deep processing. Watu wengi huongea kwanza, hufikiri baadaye, hujibu kwa hisia, si kwa mantiki. Lakini mtu mwenye akili nzito huchakata taarifa kichwani kwanza, hujiuliza maswali mengi kimya kimya: nikisema hivi, athari itakuwa gani? Je, ni muhimu kweli kusema? Je, hii italeta suluhisho au kelele? Saikolojia inaita hii high cognitive control. Ndio maana anaweza kukaa kimya wakati mjadala unaendelea, lakini akiongea sentensi moja inaweza kuhitimisha mjadala mzima. Namba tatu, wanasikiliza zaidi kuliko kuongea, active listeners hii ni tabia ambayo watu wengi hawaithamini. Mtu mwenye akili nzito hasikilizi ili ajibu, anasikiliza ili aelewe. Kisaikolojia, kusikiliza kuna hitaji akili zaidi kuliko kuongea, kuna hitaji kuacha ego pembeni. Ndiyo maana anaweza kukusoma hata hujasema ukweli, anaweza kugundua uongo kwa sauti macho, au mwendo wako. Ndio watu ambao, unapoongea nao, unajikuta umejifunua bila wao kukuuliza sana. Namba nne hawatafuti kujionyesha au kuthibitisha akili zao. Watu wengi huongea sana, kwa sababu wanataka waonekane wanajua, wanataka kuthibitisha thamani yao, lakini mtu mwenye akili nzito ana uhakika wa ndani. Hana presha ya kuthibitisha chochote. Anajua thamani yake haitegemei kelele. Saikolojia inasema kadri mtu anavyojiamini kiakili ndivyo anavyopunguza hitaji la kuonekana. Ndiyo maana anaweza kudharauliwa na watu wa juu juu, lakini kuheshimiwa sana na watu wenye akili sawa. Namba tano Wanakaa kimya sababu wanaona kile ambacho wengine hawaoni. Hii ndiyo dalili nzito zaidi. Mtu mwenye akili nzito huona tabia za watu mapema, huona mwendondo wa mambo kabla hayajatokea, huona mwisho wa mchezo kabla haujaanza. Ndiyo maana hapingani hovyo, hashindani mano, anaacha watu wajionyeshe wao wenyewe. anajua mara nyingi ukimya ni ulinzi, sio udhaifu. Na hapa ndipo watu wengi humwogopa bila hata kujua kwa nini. Humhisi kama mzito au wa mbali, lakini ukweli ni ana ufahamu wa juu kuliko mazingira yake. Jinsi ya kubadilika na kuwa kama mtu mwenye akili nzito. Hapa sio kila mtu huzungumza lakini kama unatazama video hii mpaka hapa, ina maana kuna kitu ndani yako kinataka kukua kiakili. Kumbuka jambo moja muhimu: akili nzito haizaliwi tu, inajengwa. Hizi hapa ni hatua za vitendo. Namba moja: jifunze kukaa kimya kwa makusudi, intentional silence. Watu wengi hukaa kimya kwa sababu wanaogopa au kwa sababu hawajui cha kusema. Lakini mtu mwenye akili nzito hukaa kimya kwa makusudi. Anajua ukimya humpa muda wa kufikiri, ukimya humpa nguvu ya kusoma mazingira. Fanya hivi: kabla ya kujibu, hesabu sekunde tatu mpaka tano. Jiulize, ni muhimu kweli niongee sasa? Utagundua maneno yako yataanza kuwa machache, lakini yenye uzito mkubwa. Namba mbili, badili mazungumzo unayopendelea. Akili huundwa na kile unachokisikiliza, unachokisoma, unachokizungumza. Kama unataka akili nzito, punguza umbeba, punguza kelele zisizo na maana, ongeza mazungumzo yenye kina. Fanya hivi: Tafuta mada za saikolojia, maisha, biashara, akili ya mwanadamu. Chagua marafiki wanaokuuliza maswali ya kukufanya ufikiri. Akili nzito huishi kwenye mazingira ya kina. Namba tatu, jifunze kusikiliza kabla ya kujibu. Hii ni skill adimu sana. Watu wengi husikiliza ili wapate nafasi ya kuongea. Lakini mtu mwenye akili nzito husikiliza ili aelewe mizizi ya tatizo. Fanya hivi: usikatize mtu anapoongea. Sikiliza sauti, hisia na maneno ya simeo. Jaribu kuelewa anachomaanisha, si anachosema tu. Matokeo, utaanza kuona mambo ambayo wengine hawaoni. Namba nne, usikimbilie kuonekana mwenye akili. Hii ni trap ambayo watu wengi huangukia. Ukijaribu kuonyesha kila unachojua, kujibu kila hoja, kushinda kila mjadala, unapoteza nguvu ya akili nzito. Fanya hivi. Chagua vita vya maneno. Zungumza pale panapohitajika tu. Ruhusu matokeo yazungumze kwa niaba yako. Kumbuka, akili nzito haipigi kelele kujitangaza. Namba tano. Jenga uwezo wa kujitathmini self reflection. Hii ndiyo msingi wa akili nzito. Mtu mwenye akili nzito hujiangalia yeye mwenyewe, hukubali makosa, hujifunza kutokana na uzoefu. Fanya hivi: kila siku jiulize, leo nimejifunza nini? Ningeweza kufanya nini tofauti? Andika mawazo yako, hata kama ni kwa dakika tano. Ndiyo maana watu hawa hukua kiakili kila siku, hata bila kuonekana. Namba sita, punguza mazungumzo, ongeza utazamaji. Watu wengi huishi kwa kureact. Mtu mwenye akili nzito hachanganyiki haraka, huangalia kwanza, hutambua mienendo inayojirudia. Usifanye maamuzi kwa hisia za muda mfupi. Akili nzito huona pattern, si tukio moja. Namba saba, kubali kuwa hutaweleweka na kila mtu. Hii ni hatua ya mwisho na muhimu sana. Unapobadilika, wengine watasema umebadilika. Wengine watasema umejiona. Wengine watasema umejitenga, lakini ukweli ni ukuaji wa akili kuambatana na upweke wa muda. Mtu mwenye akili nzito anachagua amani kuliko kelele. Anaelewa si kila mtu atamwelewa. Kuwa mtu mwenye akili nzito haihitaji kuongea sana, haihitaji kuonyesha kila kitu. Inahitaji ukimya wenye maana, kusikiliza kwa kina, jitambua kila siku. Na kumbuka Ukibadilika kiakili, dunia haitabadilika mara moja, lakini mtazamo wako juu ya dunia utabadilika kabisa. Kama wewe ni mtu, unapenda kukaa kimya, unachunguza kabla ya kuzungumza, unachoka haraka na mazungumzo ya juu juu, usijione wa ajabu. Inawezekana kabisa wewe ni mtu mwenye akili nzito sana. Lakini kumbuka Dunia hupigia makofi wanaopiga kelele, lakini hubadilishwa na watu wanaofikiri kimya kimya. Kama mada hii imekufunza kitu, bonyeza like, subscribe kwa mada zaidi, share na andika comment, ukimya ni nguvu. Tukutane tena kwenye video nyingine. Bye.